Hii KDF rais ametuma wanajeshi hapa na wanatujengea hospitali yetu ya Siaya. Na rais ametoa 500 million ya kurekebisha na kuupgrade Siaya hospital. Hiyo yote ni maombi ambayo imepelekwa na Orengo na Oburu na Raila na Atandi pamoja na William Ruto, na mimi nikiwa hapo, ndio tunasema tutaendelea ama namna gani jameni? Fire, fire vile vile rais kupitia maombi ya Gavana Orengo, Seneta Oburu, Mheshimiwa Atandi, viongozi wa Siaya chini ya ulinzi wa Raila Odinga na rais Ruto, tunajenga stadium hii ya Siaya na tumetoa milioni mia tano na hamsini ili kuongeza ubora wa Siaya stadium, ndiyo michezo mikubwa mikubwa iwe inafanyika hapa Tuendelee, tusiendelee? Tujenge hapa International Stadium ya Siaya ama tuachane nayo? Tujenge tusijenge? Wajanione wale wanasema, tujenge, tujenge, tujenge, tujenge!